Hey, mambo vipi? Karibu sana katika YouTube chaneli yetu, mahali ambapo utakuwa ukijifunza mambo mbalimbali mbali ambayo yanahusiana na teknolojia kwa ujumla. Umeshawahi kudownload ama umeshawahi kusikia mtu amedownload program fulani ama faili kutoka katika internet, na ghafla ukaona kompyuta yako imeanza kufanya mambo ya ajabu. Inaweza kuwa umedanganywa na kitu ambacho kinaitwa Trojan malware. Trojan ni moja ya aina hatari zaidi ya malware ambazo zinaweza kuiba data zako lakini pia kuharibu mfumo wako na hata kumpa haka udhibiti wa kompyuta yako bila ya wewe kujua. Katika video hii, nitakufundisha kila kitu unachohitaji kujua kuhusu Trojan malware. Jinsi inavyofanya kazi, mfano halisi wa Trojan, madhara yake na jinsi ya kuweza kujilinda. So hakikisha unatazama mpaka mwisho. Tuanze kwa kuangalia Trojan ni nini. Trojan ni aina ya malware inayojifanya kuwa program halali au faili ambalo lipo salama lakini kwa ndani ina madhara makubwa. Tofauti na virus na worms, Trojan haiwezi kujirudia yenyewe au kuweza kuenea moja kwa moja. Inahitaji mtumiaji mwenyewe aweze kui-download, aipakue na kuweza kui-install, kuifungua ili ianze kufanya kazi. Jina lake Trojan inatokana na hadithi ya Kigiriki ambayo inakwenda kwa jina la Trojan Horse ambapo askari wa Kigiriki walijificha ndani ya sanamu ya farasi na walipoingizwa ndani ya mji wa Troy walitoka nje na kushambulia mji huo. Vile vile Trojan malware kujificha ndani ya program au faili zinazoonekana salama, lakini kwa undani zina madhara makubwa. Tukiangalia mfano halisi wa e, aina hii ya malware ambao unaweza ukapata picha zaidi. Fikiria unapokea barua pepe inayoonekana kutoka benki ikikwambia uweze kudownload faili ili uweze kuthibitisha akaunti yako. Unapofungua faili hiyo, unatoa ruhusa kwa haka kuweza kupata data zako. Hii ndiyo kazi ya Trojan. So Trojan au kwa jina kamili Trojan Horse, ni aina ya programu hatari inayojificha kama programu ya kawaida au salama ili kumshawishi mtumiaji kuweza ku-download na kuendesha kuinstall, kutumia na ni tofauti na virus na worm, Trojan haiwezi kujiambukiza yenyewe, inahitaji mtumiaji kuweza kufanya kitendo fulani, kama kuweza kufungua hilo file au pia kuweza kuendesha kurun hiyo program ambayo imeathirika. So tuangalie sifa kuu za Trojan. Miongoni mwa sifa za Trojan, kwanza huonekana kama ni salama. Una download program ama software ama file katika internet, ikiwa inaonekana ni salama kabisa, ni miongoni mwa sifa za malicious software hii ya Trojan, lakini kumbe hiyo program haina usalama hata kidogo. Lakini pia hujihusisha na mashambulizi ya moja kwa moja, na vile vile Trojan haijitegemei wenyewe yani inategemea yule mtumiaji aweze kufanya kitendo fulani so haitembei peke yake so hizo ni miongoni mwa sifa za trojan. lakini tuangalie mfano halisi ya trojan nimekuwekea mitatu hapa ambayo iliwahi kujitokeza kwa kiwango kikubwa tukianza na hii emotet trojan ambayo ilianzia kama banking trojan. lakini baadaye ikawa tishio kubwa kwa mashirika mbalimbali mbali, lakini pia na serikali iliweza kujibadilisha na kuweza kusambaza malware ya nyingi kama ransomware. Hiyo ni Emotet Trojan, lakini pia kuna Zeus Trojan ambayo ilitumwa na wahalifu wa mtandaoni kuweza kuiba password na taarifa za kifedha kutoka kwa mamilioni ya kompyuta. Iliweza kuathiri hata mabenki makubwa duniani. Lakini ya mwisho katika video hii mfano ni fake AV Trojan. Hii iliweza kudanganya mtumiaji na kujifanya kuwa antivirus software, lakini badala yake iliwataka walipe pesa ili kuondoa virus ambayo haipo katika kompyuta. So ukiachilia na mifano hii halisi ya, ya Trojan ambayo ilikwisha wahi kujitokeza, tuangalie madhara ama athari za Trojan. Matokeo ya kuambukizwa na Trojan yanaweza kuwa mabaya sana, unaweza ukaibiwa data ambazo ni data zako binafsi, akaunti zako za, za kibenki na mitandao ya kijamii zinaweza kuibiwa, lakini pia kudhibitiwa kwa mbali. Haka anaweza kudhibiti kompyuta yako bila ya wewe kuweza kujua na bila ya kuwepo hapo ambapo lipo katika kompyuta yako, lakini vile vile kuweza kupoteza faili zako. Baadhi ya trojans huweza kufuta au kubadilisha mafaili yako. Vile vile kompyuta huwa ipo slow, ipo polepole. Baadhi ya Trojan huweka mizigo mikubwa kwenye CPU yako na kuifanya iwe inafanya kazi slow, lakini pia uchumi kuweza kuathirika. Mashirika yanaweza kupoteza mamilioni ya dola kutokana na udukuzi unaosababishwa na Trojans. Hizi ni baadhi ya e, athari za Trojan, kuweza kuharibu mifumo, kuwezesha malware nyingine kuingia katika mifumo kiurahisi kabisa. So kiachilia na madhara tuangalie jinsi Trojan inavyofanya kazi. Kuna hatua tatu kubwa. Hatua ya kwanza ni kuweza kujificha, hatua ya pili ni kuweza kudownloadiwa, kupakuliwa. Eh, hatua ya tatu ni kuweza kutekeleza shambulio. Kwanza inakuwa imekaa ikionekana kama ni salama, kama ni katika program fulani ama katika faili fulani na wewe mtumiaji una download, hatua ya pili hiyo, na kuweza kuitumia, kuinstall na kurun hiyo program mfano na hapo sasa ndipo ambapo inamaliza hatua tatu ya kuweza kutekeleza sasa shambulio ambalo inahitaji kuweza kushambulia. So Trojan huweza kuingia kwenye kompyuta au kifaa chako kwa njia mfano kama ya kuweza ku download program ambazo zimedukuliwa, cracked software, lakini pia kuweza kupata barua pepe emails, ambazo zina viambatanisho attachment za uongo na utakapo download tu na kuinstall I mean, na kufungua basi moja kwa moja utakuwa umeathirika na Trojan na kuweza kushambulia. Lakini kuweza kudownload file kutoka kwenye eh, tovuti website ambazo hazipo salama, pia unaweza ukakutana na aina hii ya malware. Lakini kutumia USB drive ambazo tayari zimeambukizwa na aina hii ya malware, lakini vile vile kuweza kujaribu kufake update za program au ku tumia fake antivirus software. So mara baada ya kuweza kuingia kwenye kompyuta kwa kupitia njia hizo ambazo nimekutajia, Trojan inaweza kufanya mambo yafuatayo, kuweza kuiba password zako, lakini pia hata data zako binafsi nyingine, kurekodi zile e, button ambazo unaziklik, tunasema key loggers, pengine wakati ambapo unaingiza password yako tayari ina rekodi na, na kuweza kupata zile e, key ambazo utakuwa umezi tumia katika kuingiza password yapo. Lakini kudhibiti kompyuta yako kwa mbali, inafanya remote access Trojan. Lakini inafungua mlango wa nyuma kwa hackers, backdoor Trojan tunasema. Vile vile kuweza kufuta na kubadilisha faili zako. Tumeongelea hapo juu athari za Trojan. So pia tuangalie jinsi ya kuweza kujikinga na aina hii ya malware ya Trojan. Kwanza kabisa epuka kuweza kudownload kupakua program kutoka vyanzo ambavyo haviaminiki visivyoaminika, hata kama vinatoka kwa mtu unayemjua. Lakini pia chunguza email ambazo unapokea kwa makini sana. Hakikisha eh, zile attachment ambazo zimewekwa zipo salama kabla ya kuweza kuzifungua. Tumia program ya kinga virus antivirus kuweza kujilinda ambayo ina uwezo wa kuweza kugundua trojans, lakini pia fanya update, sasisho za operating system, mfumo wa uendeshaji wa kompyuta yako mara kwa mara, hakikisha inakuwa up to date. Lakini pia tumia firewalls kuweza kuzuia kuzui trojan kuwasiliana na hackers. Hizi ni njia chache ambazo unaweza kuzitumia na kukuweka salama we kutokana na malicious software aina hii ambayo ni ya trojan. So, hakikisha una update mifumo yako ya operating system ama program zako mara kwa mara, lakini vile vile usiache kutumia firewall kuweza kuzuia Trojans kuwasiliana na hackers na hizo ambazo nimekuelezea eh, hapo mwanzoni. So ukiachilia hapo, tuangalie Trojan ni hatari sana. Kwa nini? Trojan ni hatari kwa sababu mara nyingi huweza kujificha kwa ustadi na kuweza kushambulia taratibu bila mtumiaji kuweza kujua. Kwa mfano, washambuliaji wanaweza kutumia Trojan kuweza kuchukua udhibiti wa kifaa chako na kuweza kuingilia faragha zako, lakini vile vile inaweza kusababisha hasara kubwa za kifedha ikiwa mshambuliaji ataiba taarifa zako za kibenki au biashara. Na ndio maana Trojan ni hatari sana. So unatakiwa uwe makini sana katika kujilinda. Kwa hivyo natumai umeweza kujifunza kitu hapo. Ngeomba niambie umejifunza nini kuhusu Trojan malware. Je, umewahi kuathiriwa na shambulizi la aina hii? na niambie kwenye sehemu ya maoni hapo kile ambacho umeweza kukipata katika video hii. Kama unataka video zaidi kuhusu cyber security, hakikisha umesubscribe YouTube channel yetu, umewasha alama ya kengele ili usiweze kupitwa na video ambazo zitafuata. Asante sana kwa kutazama hadi mwisho wa video hii, tukutane kwenye video ambayo inafuata. Asante.